Lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu, safari hii tutashinda tena kuelekea huko, na hatupo kwa ajili ya kushindana au kubishana na yoyote. Sisi tuna concentrate na mambo yanayotuhusu, wacha wao wahangaike na mambo yasiyowahusu. Lakini muhimu zaidi, hatutaki kutishwa na mtu. Hii timu imefika kwa jitihada za wanasimba wote, wachezaji, management, uongozi, pamoja na kila mmoja ambaye ameshiriki kuifikisha hii timu hapo. Kwa hiyo hivyo vitisho vyao wala havisaidii kitu chochote. Kimsingi, wito wetu ni kwa Wanasimba na Watanzania wote, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaiombea dua timu yetu inafanikiwa kuingia katika hatua zinazofuata. Watanzania wote tunaomba. Wengine wananipigia simu kwa kupongeza na kushukuru kwa kumwalika Mwapota, lakini si yeye. Uh, tumemwalika yeye, tumewalika na viongozi wa taasisi nyingine za dini, kwa sababu hii ni timu ya umma wa Tanzania na jamii nzima ya Wanaafrika Mashariki na Afrika wanaiunga mkono. Kwa hiyo tumemwalika yeye na mashehe na viongozi wengine wa dini, tutaendelea kuwataja kadri ambavyo wata confirm ushiriki wao. Lam amani iwe juu yenu, asante sana. uh, nashukuru sana kwanza uh, waandishi wa habari ambao tumeungana na sisi hapa hii leo. Lakini kwanza kitu ambacho tumekifanya hii leo inaweza ikawa ni tofauti, ila si tofauti sana, kwa sababu timu yetu sisi ni timu shirikishi, na niseme tu kwamba ninawashukuru sana viongozi wetu waliopita na wametumikia hii klabu. Kwa bahati nzuri tunao wachache hapa, lakini na wengine ambao hawakuwahi kufika nimepata apology note kutoka kwa mzee Ismail Adin Rage, uh, ndugu Idi Kajuna ambaye alikuwa makamu mwenyekiti, ndugu Godfrey Kaburu Nyange naye vile vile walitamani sana wako hapa, lakini kwa bahati nzuri wamebanwa na majukumu mengine na mwingine yuko nje ya nchi uh, Salim Abdala, lakini naye vile vile ana shughuli nyingine anafanya, pamoja na Idi Kajuna ambaye naye amesema anajitahidi kuwahi kufika hapa kwa hiyo sisi timu yetu ni shirikishi, hatuna utawala wa kiimla wala utawala wa kisultani. Kila mtu ambaye ana nafasi ya kushiriki na kuisaidia timu anashiriki. Hao wote mnaowaona hapa na wasioonekana hapa wanatumia gharama zao muda wao kusafiri na timu kila tunapoenda nje na mikoani. Uh, mmemuona Mzee Azimu, Mzee Dalali hapa amelizungumzia hilo. Swedi, mechi zote za nje anakuwepo na wengine uh, ambao tunasafiri nao. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Uh, lingine ambalo tumelisema hapa na wajumbe wenzangu wa board wamelisema, tumefanya vikao tangu tumerudi hapa, na tumeshirikiana na mwekezaji uh, ndugu Mohamed Dewji ambaye ni mwenyekiti wetu wa bodi, kuandaa mipango na utaratibu mzuri kuhakikisha kwamba tunapata ushindi kwenye mechi yetu. Kipekee nitoe shukrani za dhati sana kwenye jumuiya za Watanzania Algeria, wakiongozwa na Mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Algeria, wa Algeria, Algeria ambaye anasimamia na Tunis, Watanzania wanaoishi Tunisia, Watanzania <coughs> wanaoishi Angola, Watanzania ambao wanaishi Botswana. Lakini juzi kwenye mechi yetu dhidi ya Almasri liliongezeka jambo, kwa maana kwamba tulipata wa East Africa kwa maana ya wa Zambia Wakongo Warundi wa Kenya Wanyarwanda, lakini zaidi walikuwepo wa Ghana wa Nigeria ambao walikuja kuiunga mkono timu yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Egypt ambaye hakulala, tulikuwa naye muda wote, balozi wa Kenya nchini Misri ambaye tulishirikiana naye pamoja na jumuiya ya wa South Africa ambao wanasoma pale Misri kama mlivyoona, mlishuhudia uwanja, almost nusu ya jukwaa ulikuwa umejazwa na timu ya watu ambao walikuwa wana support timu ya Simba Kuyo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana kwa support hiyo, kwa sababu tunaweza tukawa uh, si wenye shukurani kushukuru, lakini kama tulivyosema awali, hii timu yetu ni ya jamii uh, Watanzania wote. Tunawaomba wengine, wananipigia simu kupongeza na kushukuru kwa kumwalika Mwapota lakini si yeye tumemwalika yeye, tumewalika na viongozi wa taasisi nyingine za dini, kwa sababu hii ni timu ya umma wa Tanzania na jamii nzima ya, ya Wanaafrika Mashariki na Waafrika wanaiunga mkono. Kwa hiyo tumemwalika yeye na mashehe na viongozi wengine wa dini, tutaendelea kuwataja kadri ambavyo watakonfirm kushiriki. Wao la mwisho si kwa umuhimu Uh, sisi tunapambana tumesema, hii ni robo fainali ya nane almost. Tuna tunashiriki na tumesha shiriki fainali uh, tukiwa na mzee wetu Azim Dewji kwa bahati nzuri au mbaya, viongozi wenzio wa wakati huo wametangulia mbele ya haki, lakini tunasema tu kwamba si mara yetu ya kwanza. Tumeshiriki nusu fainali miaka ya sabini, tumeshiriki fainali miaka ya tisini lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu safari hii tutashinda tena kuelekea huko, na hatupo kwa ajili ya kushindana au kubishana na yoyote. Sisi tuna concentrate na mambo yanayotuhusu, wacha wao wahangaike na mambo yasiyowahusu. Lakini muhimu zaidi, hatutaki kutishwa na mtu. Hii timu imefika kwa jitihada za wanasimba wote, wachezaji management, uongozi pamoja na kila mmoja ambaye ameshiriki kuifikisha hii timu hapa. Kwa hiyo hivyo vitisho vyao wala havitusaidii kitu chochote. Kimsingi, wito wetu ni kwa Wanasimba na Watanzania wote, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaiombea dua timu yetu inafanikiwa kuingia katika hatua zinazofuata. Niwashukuru sana na niwatakie heri kila mmoja katika maandalizi ya mchezo huo. Tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie heri katika mechi hiyo iwepo na tuweze kufanikiwa. Lakini kwa uzito wa kipekee Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, pamoja na viongozi wa serikali ambao wamekuwa wakituchagiza kutupa moyo na kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwa ajili ya timu yetu. Asante sana, na nawashukuru sana wote mliokuwepo hapa pamoja wa na waandishi wa habari, asante sana. Eh, tutafatanana naye. Tunawashukuru sana. Kwa hiyo tuwatakie heri na tuwaombe tu tuendelee, kushirikiana. Tunaamini kabisa kwa uwezo wa Mungu tutavuka hapa tulipo kuelekea kwingine, na tunawakaribisha sana. Ahmed hapa alikuwa ananikumbusha habari ya mgeni rasmi, tutamtangaza kesho, kwa uwezo wa Mungu tutakapokuwa tumekamilisha taratibu zote. Asanteni sana. Asante jamani.